Elfu ishirini. Utalipa lini? Nataka kulipa sasa na kufanya kazi. Nataka kufanya kazi hawa watu. Ah, changamuka. Sasa hawa watu hata wanihesabu niko, niko kwa Biblia. Mimi mm-hmm, ni Joseph, baba wa Yesu. Baba wa Yesu. Na ma Maria Bikira, Maria. Si unajua Bikira Maria? Mm. Mama Yesu. Mimi ni baba Yesu. Mimi. Hawa watu watambue mimi niko kwa Biblia. Wananidaisha tu, wananidaisha tu, wananidaisha, wananidaisha deni yao.

Sibao unajua mimi ni Joseph. Kweli. Si mimi ni Joseph. Mm. Joseph akikona ya pesa yako fai kumuliza, tu si natembea nayo. Mimi ni mtu wa Mungu. Mimi sina ubaya. Mimi ndio nimeandikwa pale kwa Biblia. Wacha niingie kasi. Uko na swali lingine? Hapana. Ama kitada yako? Si wewe ulikuwa na kitada yako? Mm. Ama uko pata? Nilipata. Sasa hao watu wanaona mimi niko na corruption. Mimi sina corruption. Joseph hayo si pana corruption. Joseph hapo na corruption na jambo si kwa. Acha nikuonyeshe vitu zangu za kazi. Unajua kusema hii Itakufundisha. Mm -mm. Itakufundisha, itakufundisha ujue hii hii, itakufundisha ujue, itakufundisha. Joseph hapa kasi nimefanya miaka mia, mia mbili miaka yenye hata wewe huwezi kana, iko dunia tu si iko vitu ziko za kashi hapa, seona vitu vingi ya niko si hi, na vitu vingi kashi mimi iona. Si unaziona tu. Unajua hii hii, unajua hii inaitwa randa ama ni nini? Pesa hata unaelewa, nikikula Nitalipa kutengeneza otanda na hizi na na viti hapa saa hizi tu nini kwa kwenye sadu tu, usipai kuona sana, ninaingia kwa garage sasa hii, naingia kwa garage, lakini mimi ni Joseph ule yako kwa Biblia. Si hata wewe unajua, mm, dunia tuseme wanasoma mimi kwa Biblia, dunia tuseme wanasoma Joseph kwa Biblia. Wewe si ndaisa pesa hiyo, na mimi ni mtu wa Mungu, wewe si kwa ndaisa hiyo pesa hiyo, fai kunidaisa kama unadaisa pesa hadi Kazi endelea, kazi endelea hapo. Ni nani anataka juu nikuambie nini? Unaona? Mwambie hao watu unanielewa. Wapelekee hao watu waende, waambie hata kama nilikula pesa yao, mimi Joseph saa hii nafanya kazi nilivyoviuza vitu zao hao wakue na heshima juu jina yangu ni kwa kulia na heia